Kundi la watu waliojihami kwa silaha wamemuua mwalimu na kuwateka wanafunzi wa kike wapatao ishirini na watano na kutokomea nao kusikojulikana katika tukio lililotokea kwenye shule moja ya wasichana kaskazini magharibi mwa Nigeria. Hii ni Trigen Media. Kundi hilo lilivamia shule ya sekondari ya wasichana ya Government Girls Comprehensive katika eneo la Maga, jimbo la Kebbi, majira ya saa kumi alfajiri kwa saa za Nigeria mapema siku ya Jumatatu. Taarifa ya polisi inasema kuwa washambuliaji hao walipambana kwa risasi na askari waliokuwa zamu ya ulinzi kabla ya kupanda uzio wa shule hiyo na kuwachukua wanafunzi kutoka ndani ya bweni lao. Mfanyakazi mmoja wa shule aliuawa akijaribu kuwalinda wanafunzi hao, huku mwingine akipata majeraha ya risasi na kwa sasa anapatiwa matibabu. Mashuhuda walisema kuwa kundi hilo kubwa la wahalifu lilifika eneo hilo na kuanza kufyatua risasi ovyo ovyo, na hivyo kuzua taharuki. Mashuhuda wamesema kuwa watu hao wenye silaha waliwalazimisha wasichana kadhaa kutembea nao kuelekea msituni. Polisi walisema walipeleka vikosi maalum vya ziada vikishirikiana na wanajeshi pamoja na makundi ya ulinzi wa jadi katika eneo hilo. Operesheni hiyo ya pamoja ya ukoaji na utafutaji inaendelea katika misitu ya jirani na njia zinazoshukiwa kutumiwa na wahaini hao kutoroka. Kwa miaka ya hivi karibuni, shule nyingi kaskazini mwa Nigeria zimekuwa shabaha ama zikilengwa na makundi yenye silaha ambayo hutumia njia ya utekaji nyara kwa kudai kikombozi cha fedha ama kuishinikiza serikali kulipia Makubaliano hayo. Shambulio hili katika jimbo la Kebbi linaangazia changamoto sugu ya kiusalama inayoendelea kuutesa ukanda huo na kuwaacha wakazi wa Maga wakiwa wamechoka kwa hofu huku wakingoja kwa matumaini kurejea kwa usalama wa mabinti zao. Mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na moja wasichana wapatao mia tatu kumi na saba walitekwa kutoka shule ya sekondari ya wasichana ya Jagembe katika jimbo la Zamfara huku katika mwezi huo huo watu wenye silaha waliweza kuwateka wanafunzi na wafanyakazi kadhaa kutoka shule ya Government Science College Kagara, jimbo la Niger. Mwezi Desemba pia mwaka elfu mbili na ishirini wavulana wapatao mia tatu walitekwa kutoka shule ya Kankara, jimbo la Katsina. Matukio kama hayo pia yalitokea Dapchi mwaka elfu mbili kumi na nane Chibok mwaka elfu mbili kumi na nne ambako kundi la Boko Haram liliwateka mamia ya wasichana, matukio yaliyosababisha kulaaniwa vikali na jumuiya za kimataifa. Hii ni TriGen Media.